Ya, baada ya kumalizana na Muhammad Makawila, sasa ni zamu ya Mnandi JR, Haji Mnandi, yeye ni shabiki piga kelele wa Simba Sports Club. Mambo vipi Mnandi? Mimi mwanachama wa klabu ya Simba Sports Club ya ukiniambia mshabiki tu peke yake utakuwa unanikosea heshima, kwa hiyo lazima utukuze kabisa cheo changu, na mwaka huu wa nane. Mimi Mnandi nabishanaga na wewe kwenye hilo, kwa sababu naambiwa kadi uliyokuwa nayo kwanza imemaliza muda wake na una miaka takriban mitatu jailipia, kwa hiyo si mwanachama hayo Huyu anayokuambia huyo, anayo huyo sio Simba huyo, atakuwa kama wewe tu. Sababu wana Simba tu tunafahamiana wenyewe. Kwanza umepona? Namshukuru Mwenyezi Mungu, niko salama, niko good kabisa kama unavyoniona. Maana nasikia uliumwa baada niko niko ya kukosa nauli ya kwenda Zanzibar. Hamna kitu kama hicho. Mimi nauli ya kwenda Zanzibar nilikuwa nayo ya go and return. Nilikuwa nayo, lakini nimebaki nyumbani kwa sababu sikuwa vizuri kiafya. Lakini nauli na nilikuwa nayo na, na mwamba wangu mmoja sana yuko Dubai huko. Eh, amenitumia nauli mapema sana kuelekea huko. Lakini kajezi mwamba amekununulia? Sio mwamba, mimi jezi na na nanunua mwenyewe sio mwamba Yaani zikitokea hizo za bonasi zinajazia, lakini bici jezi zinanunua mwenye. Jezi nyeupe, si nilikuwa naye mtu kapita naye, si nilikuwa naye jezi nyeupe, mtu kapita naye, kaipenda zaidi, kaona huyu anavaa professional. Na ndio tukiachana na hayo, kilichotokea pale Zanzibar kwenye uwanja wa Amani Complex, uh, Simba Sports Club dhidi ya Stellenbosch. Simba muweza kuibuka na ushindi wa goli moja kwa sifuri lakini kelele nyingi sana zilitokea baada ya Jean Charles Ahoua, safu ya ushambuliaji wa Simba Sports Club kuonekana kukosa magoli mengi. Mnaelekea pale Durban katika we, uwanja wa Moses Mabhida siku ya Jumapili mechi ya mkondo wa pili nusu finali ya kombe la shirikisho dhidi ya Stellenbosch. Mchezo kwanza unaonaje? Mnaweza mkatoboa maana mshapiga hatua mguu mmoja huko fainali, mguu mmoja huko nusu fainali. Kutoboa ndo malengo yetu na ndo dhamira yetu msimu huu, na ndo maana tumeanza kushinda mchezo wetu wa nyumbani, ili kuhakikisha kuweka mipango sawasawa sawa kwenye mchezo wa mwisho. Wengine waliocheza nusu fainali kwao wametoka suruhu tena pacha ya bila ya magoli, saa hizi wanaenda kujiuliza Cairo, lakini sisi binafsi tuko nyumbani tumepata matokeo kwa maana yake atuendi kujiuliza. Sisi tunaenda kulinda tulichokuwa nacho tukaongeza kilichokuwa cha ziada ili tusogee tu inayofuata. Hayo ndio malengo yetu makubwa. Kwa hiyo sisi tunaenda daba ni kibabe, na hata jana timu imetua pale, unaona Watanzania waliokuwa pale kama wote, mtu anako pale anatamba kama yuko Gongo la Mboto, kumbe yuko daba. Anaulizwa unatoka wapi? mimi natokea Mbagala rangi tatu. Hapo mwingine akaulizwa, zamani natokea Mwanza. Yani sisi binafsi tulipo hapa saizi kama tuko Ikwilili kwa Mzee Mpili hapo nandi baada ya mechi kumalizika dakika 90 pale Amani Zanzibar, Amani Complex Zanzibar, baadhi ya mashabiki walisikika vilio vyao wakitaka uongozi wa Simba Sports Club usipeleke tena mechi yoyote katika uwanja ule wa Amani Complex, maana uwanja unaonekana unagundu. Huku wengine wakisema walifika mbali, walisema kuwa endapo mechi ile ingepigwa katika dimba la Benjamin Mkapa, ungeweza kushinda magoli zaidi ya mawili hadi matatu. Aa, mimi hilo kwangu napingana nalo. Unajua, mashabiki wa Tanzania tunatofautiana, yaani tumegawanyika makundi kuna wapenda timu, kuna wapenda mtu, kuna wapenda mpira. Sawa, hao wapo. Kwa hiyo ukiingia kwenye makundi hayo utapata shida, lakini kukaa kwa yule mbaya, anapenda mpira hawezi kuzungumza hayo maneno. Huwezi kuniambia ule uwanja una shida na kati tushautumia kwenye mashindano mbali mbali, tunapata matokeo pale, hapa hapa Benjamin Mkapa. Eh? Raja Casablanca walitupiga chuma tatu uwanja gani? So Benjamin Mkapa. National Real kwenye robo finali msimu uliopita. Si so tumepigwa hapo Benjamin Mkapa chuma moja. Kwa nini tutafuta sehemu ya kuangukia? Sawa eh? Sasa tuamini kwamba timu yetu imepambana, imepata matokeo, tuangalie mchezo unaofuata. Lakini masuala siju, uwanja hauna hauna nyota njema kwetu, sio kweli. Mimi naamini ukiwa na kikosi bora, ukiwa na ukiwa na benchi la ufundi bora na viongozi bora, mashabiki na wanachama waliokuwa bora, unashinda hata juu ya hali kuzungumza, ukiwa na kikosi bora, ukiwa na nini bora, unaweza ukashinda hata ukiwa juu ardhi. Lakini Jean Chelea huwa bwana, ah. Amefanyaje? Amefanyaje? Jean Chazi ya huwa, mimi naamini wasiompenda ni wale ndugu zetu wanaovaa rangi fulani fulani, vyatuzitaji ndio wao ambao wanachukia saa hizi, sababu taarifa tulioipata mpaka sasa baada ya barua yao kupigwa chini ile, walomtuma mwokota makopo apeleke kasi ile silitupwa ile umetupwa jalalani hata huko haikurudi. Saizi umeandika nyingine, unazipata zote zinazohusiana na mpira, njoo kwangu. Wale mnaoandikia kazi ndio wenye mamlaka kusimamia mpira wetu hapa Tanzania. Andikeni barua bodi ya ligi. Tarehe mtangaze. Sio mnaandika kazi. Kazi yao kuhukumu kesi za mataifa yote yanahusiana na mpira ndio wao wanaenda kuhukumu. Unapeleka habari kama hiyo atakuelewa. Yaani hao wanawezekana wakaendelea kwa kwa chokono wa chokono wale wakapata hasira wakawaamrisha TFF wawashushe daraja tukatafutana hapo. Kwa hiyo bora tu waachane na hizo habari watulie tu. Wamalize mechi zao. Wao washatangaza wana mechi tatu. Ndio zilizobaki mechi ya nne hawaitambui. Sasa barua kazi ya nini? Malizeni mechi zenu tatu. Waambieni bodi ya ligi na TFF tupeni ubingwa wetu tena waandamane kiwezekana wavunje kabisa ofisi za TFF wachukue ubingwa. Wapeleke jangwani. Sasa kule wanafuata nini? Wazo wamesema wana mechi tatu. Si mwamba. Watulie. Sasa hizi tuna focus huko mbele ya safari. Kwa hiyo hao wanaomlaumu Jean Ahoua, naamini ndio hao hao wanaodai kombe kwa nguvu. Si mwana Simba mwenye uelewa sasa hizi akamlaumu Jean Ahoua. Huyo ndio akatufanya sisi sasa hizi tuweke mguu mbele. Kwani wewe unafurahia Jean Ahoua au anavokosa magoli mengi? Nani? Nikakosa magoli mangapi? Yaani, kabla hujamhukumu mtu mwangalie namba zake, sio na unamhukumu mtu. Namba zake ziko juu, unamhukumu. Nikikuuliza swali mpaka leo hii, kinara wa magoli ndani ya Simba Sports ni mchezaji gani? Sio au? Sasa unawezaje kwenda kufunga na idadi aliyokosa, aliyokosa ni magoli mengi kuliko aliyofunga. Hayo ni maneno tu, hata kwenye kanga yapo. Ndio maana nimekwambia wanaozungumzao kuna watu wana rangi tofauti tofauti. Sio Simba. Kwani Mnandi mechi ya juzi pale Amani Complex, ah, Ahoua alikosa magoli mangapi? Wewe uliona mangapi? Ni zaidi ya matatu. Zaidi ya matatu. Mkwala akakosa mangapi? Sasa alikuwa anapasiwa pale ya goli aliona anaweka nje. Mbona laumiwi? Shida kubwa, kuna watu walikuwa na miemko wanaenda na matokeo. Huu mpira sio kwenda na matokeo. Tujitambue kwanza, tujifunze mpira, sio tunapenda timu. Lakini hata nyinyi hapa hapa Mwembe Yanga, mashabiki wa Simba mulienda na matokeo, kwa sababu kabla ya mechi mulisema kuwa mechi ile mnashinda magoli zaidi ya matatu. Kwani ngoja kaulio liongozwa na, na John Mangia sawa. John Mangia ni mwana Simba na wengine ni Wanasimba. Kutabiri sio zambi na sio kila utabiri unatimia, lakini kumbe na nyinyi mulienda na matokeo yenu. Hayo sio matokeo, mtu ametabiri. Wewe na wewe ulisifutisha kutabiri, na ndio maana watu wanabeti. nini maana ya kubeti? kubeti kubeti, si ubashiri watu wanabashiri ni ukienda sawa wanakula sipenda tofauti mkeka unachanika. sasa unabashiri mpaka unaapia kabisa. Kuapia. Sasa kwani mara mpaka unaika hela yako, si ndio maana ya kuapia? Bora uapie kwa maneno, watu wanaika hela, unaapia kwa Mungu wako magoli zaidi ya matatu tunashinda. Kwani wewe kila unapoenda kutafuta unamwomba nani, Joni au unamwomba Shabani? Si unamwomba mwenyezi Mungu? hmm. Sasa ukikosa unamlaumu nani? hmm. Unasema kwamba leo nimekosa kwa uwezo wa Allah, kesho nitapata Jambo limeisha lakini kuna watu wanaweka lawama ambaye hazina tija na hazina maana. Kwa mimi binafsi, wale wote ambaye sasa hizi wanamlaumu Jean Ahoua au watu watupishe kabisa, wakae kule, watu wachie Simba yetu. Sasa hizi tuna mipango mikubwa, wasitoe kwenye lelien. Tuna mipango mikubwa sana msimu huu. Sawa, hizo taarifa za watu kulalamika watake mechi ichezwe, hizo zitaibuka tena wiki hii inayokuja. Baada ya Simba kitinga fainali tarehe 27, wao ndio watu wa kwanza kupokea Simba Terminal 3. Kwa no, no, nini sitinge finali? Yet, vigezo wanavyo, uwezo wanao, shida iko wapi kutokutenga fainali? Kilichobaki hapa ni dua tu. Ndio kilichobaki tu, lakini sisi fainali tunaiona ile pale Stellenbosch. Hawa wanafunzi hawa. Sasa wanafunzi na mwalimu, uko hapa, mtihani, nani anafaulu? Wanafunzi huyo huyo, lakini kamtoa profesa Zamalek. Zamalek hajatolewa kwa sababu yule kamzidi uwezo. Zamalek kaikimbia simba Angekutana na Simba maana timu mbili kutoka Cairo zingezalilishwa na Simba. Zama Lake kamkimbia Simba, wa pale pale ndugu yake kashanyonyolewa. Mapema kajigongesha. Yule katukimbia sisi. Sio kwamba katoka kwamba uwezo mdogo. Asa huyu huyu kamuingiza kwenye pipa la mafuta. Hapa sikapigwa moja. Huyu anaenda kula nyingi pale pale Saudi. Nyingi ngapi? Kuanzia tatu na kuendelea. Pale pale nyumbani kwake. Sikumbuka tena tatu. E, kama kawaida. Tatu bado zipo zinasoma. Sawa? Yaani tatu na kuendelea na kupigwa pale pale. Hapa si kwa sababu wachawi wengi wameshirikiana nao hapa kuwasaidia. Kuna watu wamevaa jezi zetu za Simba wakajifanya na wao wana Simba. Wamekuja kwa ajili ya mipango maalum. Sasa, sasa tumeshinda. Pale Daban wachawi watakuwa hamna. Sasa, pale au nyuma mwiko walikuwa pale wote Simba. Wale nyuma mwiko walikuwa pale Daban wote wameungana na Simba ila wale kuwepo hapa ndio wamekunywa ile damu ya bendera ile, yaani wameshakunywa. Ndio maana wakija hapa wanaweka umimi mbele. Mnandi, jeuri hiyo unaipata baada ya mechi hiyo inapigwa pale a, Dabani, kwenye uwanja Moses Mabhida. Hawa Stylan Boji makao makuu yao ni Cape Town, na umeenda Daban nao wanaonekana kama wageni. Hiyo ndio inaweza kupa jeuri ya kusema mnashinda magoli zaidi ya matatu. Sio hiyo tu, hata kama tungecheza pale pale nyumbani kwao wanakolala, kuepo na uwanja hapo wanakolala, sisi tungeenda kuwagonga hapo hapo au underground. Yaani Simba zuilike kwenda fainali kwa, kwa huyu yaani sitakuwa aibu msimu huu yaani Simba, asipo Simba, asipo <laughs> Simba asipoenda fainali kupitia huyu eh, ni aibu kwetu. Timu ngeni hadhi ya nini niweke hadhi ya nini mimi, nakwambia Simba anaenda fainali, asipoenda emergency, asipoenda. Hey, nitakwambia yaani mimi kwa, kwa Simba sipoenda finali ni emergency. Yaani ni dharura nzito lakini sio timu ya kutuzuia si kwenda finali. Makawila, hapa yeye ameweka ahadi, endapo Young Africans msimu huu isipotangaza ubingwa wa nne mfululizo anataka akatwe kichwa na serikali siingilie tena, akatwe kuanzia nyuma huku kwanza. Wakati anaongea maneno hayo mimi nilikuwa sipo, wakati anaongea maneno hayo nilikuwa sipo. Hicho kipande hicho, hicho kipande cha Makawila hicho muje mumrekodi siku nyingine nami nikuwepo kama wakili wake na saini ati aweke mi nikiwepo hapo na saini aweke kabisa, adhibitishe mi nikidhibitisha, kichwa anakatwa kweli we. Yani mi kwa nimedhibitisha, naweka saini na mi nimesaini, anakatwa kweli kichwa. Sikae kama mwenye adi ngumu, tunakata kweli kichwa hapa, tunapeleka kwao kusini huko, lazima tusafirishe msibasi. Hatuwezi kufanya masiara. Yani wewe ukaahidi kwamba unaenda kuchukua ubingwa mara nne kwa magoli yale ya kutemewa namna hii tu, unaenda kuchukua ubingwa? Sasa tumezamiria ubaya. Salumu, Salumu, usifanye masiara na ligi hii msimu huu. Sawa, so umetangaza, wana mechi tatu zimebaki, hawana mechi nyingine. Sasa sisi tunakwambiaje? washinde hizo mechi zao alafu mechi ya mwisho ndio itajulikana. So ameenda kuomba tena kule stop order, kule stop order, kasi hakuna stop order. Waende bodi ya ligi kama wanaweza, lakini kule kasi hakuna stop order. Mechi itapigwa na tarehe, naomba itangazwe hivi karibuni. Simba, tukimaliza mechi tuna hawa Stella Boys, tushaingia finali. mazoezi yetu ya kwenda Moroko tu yawe dabi, mazoezi yetu ya kwenda Moroko iwe dabi kwa mechi na Yanga. Nyinyi kwenu ni mazoezi eh, ni mazoezi yetu ya kwenda Moroko kukutana na Belkane. Yaani ndio itakuwa safi sana. Tukirudi hapa tunapigana wao. Tukimaliza hao tunakuwa pipa tunaelekea zetu Moroko. Nandi, hapo unawataja watani zenu Young Africans ambao juzi Jumatatu walicheza mechi ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara dhidi ya Fountain Gate na wakaibuka na ushindi wa magoli manne kwa sifuri. Lakini mechi imetamatika, golikipa John Nobo hayupo katika kambi ya Fountain Gate. Amesimamishwa kwa muda kutokana na yale yaliyotokea. Kocha wa Fountain Gate, Robert Matano alisema kuwa John Nobo amewapa magoli mawili yale Young Africans. Kwako wewe ni kweli John Nobo aliwapa Young Africans yale magoli mawili? Yule ajawapa magoli. Timu ndio imewapa magoli mawili nyuma mwiko. Sio John Nobo, timu imewapa magoli mawili nyuma mwiko. Timu nzima. Yule wasimbebeshe zigo la lawama. Sawa, yani ule ndo kaonekana mbuzi wa kafara. Kaonekana rangi nyeupe huyu ndo anafaa kwenye shughuli hii. Kwa hiyo wasimbebeshe zigo la lawama. John Nobo kwenye lile hana lawama yeye, kaenda kutimiza walichokubaliana ndani. Kwa hiyo kaenda kutimiza. Kwa hiyo viongozi, kwa sababu katimiza vibaya, ndo wameamua kumsukumia lile zigo, kwa sababu inaonekana ile wao wazi, wazi. Wajifanya, wao wanakwepa, wamesitisha mkataba, wamenitimua kambini, ile zuga tu. Ule ni mpango wa wote kwa, wasitudanganye. Kwa hiyo wao wamalizane nao hao watu, sawa, wamalizane nao hao watu. Lakini sasa tunajua maamuzi ya ligi ya msimu huu ni Simba dhidi ya Young African, ndio maamuzi, ndio yatatimia hapo bingwa atajulikana hapo, muuza mikate atajulikana hapo, ule mlalamikaji atajulikana hapo. Mechi ipigwe, majibu yatapatikana hapo. Lakini kujifanya wao wana mechi tatu, mechi hii hawaitambui, hasa huko kazi wanafuata nini kama mechi hii hawaitambui? Wao wamesema na mechi hii hawaitambui, kazi wanafuata nini? Watulie baba, wasubiri majibu. Hao kina John Nobo sasa hautuhusu, wamalizane nao. Kwani kina Azamu walivyofungwa wasubiri na wengine nao washenyetwe, au mechi tatu tuje tukutane watushenyete sisi, sawa. Alafu ndo walete habari ya lawama ya John Nomo. Watushenyete sisi kama wanajeuri, watushenyete sisi. Huko kote ndo kwenda kuzunguka zunguka, wazunguke, lakini watarudi hapa hapa, sawa. Mbio za sakafuni mwisho wake ukingoni, kwa hiyo watakimbia, lakini watarudi hapa hapa. Dabi itapigwa na mimi naomba bodi ya ligi wasichelewe hapo wanapopiga piga kelele, maana jana kuna taarifa ilitoka ya mchongo jana kwamba mechi shatangazwa tarehe kumi kumbe taarifa kule wao hawajatoa, si wameitoa wapi? Wa si watu wametoka, si wa mbagala tu, wameshakunywa mbigili zao, wametoa tarehe. Sasa sasa tunaomba bodi ya ligi watangaze tarehe. Haya maneno maneno sisi hatuyataki, wasichelewe bwana, mpaka watu wanaanza tarehe zao, wanachelewa vipi? Kuna mambo unataki kuchelewesha, swala la ndoa litakiwi kucheleweshwa. Mtu akifariki fasa, afanyiwe mambo matatu, apelekwe kaburini. Maana mtani wako anazidi kutamba pale kileleni, ana alama sabini, ameshinda magoli sitini na nane, magoli ya kufungwa ni kumi tu. Nakwambiaje, hata angekuwa amefungwa magoli magoli mawili Simba bingwa msimu huu. Yeye afunge goli mia tano, Simba afunge goli kumi. Simba bingwa. Yaani uko kote unapozunguka, wewe una uhakika sasa hizi unaongoza ligi. Una mipuenti, michezo minne zaidi, na mipuenti kibao. Haya lawama za hizi za nini? Barua za kwenda kasi sasa hizi za kuomba stop order za nini? Stop order hao kasi wanasimamia ligi yako. Watulie nimekwambia, Salumu. Kuna watu wanakimbia nchi nilikwambia hapo. Kuna watu wanatumia nguvu sasa hizi. Watalia kama mbwa. Mbwa anapolia mdomo wa ulali chini. Mdomo unakuwa juu namna hii. Wewe tulia utawasikia hao watu. Na anajiaje? Mbwa anapolia mdomo uko hivi juu, utajua siku hiyo. Sikuelekezi leo, we kwenu si mbwa au ufugi? Subiri siku hiyo ndio utajua mbwa analiaje. Mbona hizi ghasia ghasia zinazoendelea hizi, nakutaka sisi kutuharibia ratiba zetu za kuangalia South Africa. Sasa tuna mipango mikubwa, wasitoe kwenye reli kabisa. Watulie waangalie mechi zao wao, wameshashema ndio washamaliza ligi, wamalizie ligi yao Alafu na si tukija, tutakuja kucheza ligi yetu sasa. Hizi tuna ligi ya kule ya kimataifa hapa na, na si tutakuwa na ligi yetu kwa wapige kelele. Muda wa ligi yetu ukifika, ubaya utawafikia kila mtu. Si tunaomba bodi ya ligi, tangaza tarehe. Tarehe ya mchongo umetangazwa, tarehe kumi. Ikiwezekana hiyo hiyo iwe iwe tarehe kumi, imekaa vizuri sana hiyo tarehe kumi. Walotajwa hawa jamaa, iwe hiyo hiyo ambayo sio bodi ya ligi ameikataa kaikataa kaikataa, lakini hii inawezekana, ndio hiyo hiyo iliyopangwa, watu wameiona, wamevujisha siri kama ile ilivyovujishwa ya nyundo ya miaka miwili ikavujishwa. Watu sasa hizi wameficha ile, wametoa adhabu, lakini lungu la miaka miwili lilikuwepo eh, eti na miaka ile miaka miwili ipo nyuma huko ya kutokufanya kosa la kisheria na kikanuni. Ile miaka miwili ipo kweli, si metajwa miaka miwili, yani kapigwa faini ya milioni tano, lakini miaka miwili kapewa onyo, yani asifanye kosa lolote ndani ya miaka miwili <tutu> Nimeumia kishenzi yule sio kupigwa faini yule miaka miwili atakwa tumikie wenzake, mbona ametumikia, yeye nani? Jela Mulo mwenyewe katumikia. Yeye nani asitumikie adhabu? Katumikia, katumikia Simba, katumikia huku, huyu nani asitumikie? Na Manara alifurahi kishenzi. Nyundo mbili tu, nyundo mbili zimeyayuka. Watu hawa wanachanga hela wanachangia mtu saizi kashalipiwa. Hasa hiyo hela, kama mimi ndo ningekuwa TFF usingepokea hiyo hela iliyochangwa na mashabiki. Kama inawezekana isipokelewe, kwa nini yule hela atakwatoa mfukoni mwake? Hiyo hela mashabiki lochangwe ichukuliwe pelekwe kwenye vituo vya watoto yatima au hospitali. Hiyo hela lochangwa na mashabiki ipelekwe kwenye watu wenye uhitaji maalum isipokee TFF, mfukoni, eh, mwake, yaani na na kendelea kutetea na ndiyo maana maandamano hayaisha kwa mambo kama haya kwa sababu mtu anafanya maovu anatetewa. Fanya wewe sasa Salum, kesho tunasikia tisia la yeye kufungia. Fanya wewe kama hujafungia chombo chako faster, lakini wanafanya nyuma mwiko, watu wanachanga, maanake wanatetea maovu. Kwa tunaomba bodi ya ligi kwenye hili, hiyo hela isipokelewe. Hiyo hela mnahakikisha kabisa anatoa mfukoni mwake, hiyo ilochangiwa na hao nguru mbili, pelekeni kwenye vituo huko kwa watoto maalum. Hao nguru mbili walochangia pelekeni mbele huko. Asante sana.